Mi naomba nitoe mchango wangu kwa mapendekezo ya mpango tunaojadili kwa mara, kwa muda mrefu nikiwa bungeni. Sisi Tanzania hatuna shida na mpango na mawazo, mawazo tunayo mengi sana sana tu mpaka na ziada na library tumeweka. Tatizo ni utekelezaji wa mpango wenyewe. Kila mwaka tunapanga vizuri, linapofika suala la utekelezaji tunatawanyika na mara nyingi waziri wa mpango anakuwa kivyake, waziri wa wizara nyingine, hamzungumzi lugha moja kwenye kutekeleza huu mpango. Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mwaka maandiko yanakuja yanasema tuwaimarishe wakandarasi wa ndani. Nyinyi wote humu ni mashahidi, tunatoka kwenye jamii inayotuzunguka ya wakandarasi. Kama kuna watu wanaishi maisha ya vidonge vya presha kwenye mifuko, ni wakandarasi nazungumza tu kirahisi, tuwaimarishe tuwaimarishe, lakini kazi zinapotoka zinapewa wageni. Na ukisoma mikataba ya wageni ina kikomo, ukicherewesha kulipa unapigwa penati. Ukienda kwenye mikataba ya wazawa unamchereweshea hata miaka miwili, kila siku anajikomba maofisini. Hii sio sawa. Tunatengeneza mpango mzuri, lakini kusimamia hatuwezi. Na mi nikuombe profesa, nimeona umesema unataka kuwaimarisha wakandarasi wa ndani. Hivi kwa nini kuna kazi tunaweza tukasema kuanzia hata bilioni hamsini hata bilioni mia moja zote wapewa zao. Sasa unaweka kazi unawashindanisha na wageni. Eh, wageni wanajua kurobwa na robwa, wakandarasi wa wetu wanabaki kuhenyeka na vumbi na kulipa hatu walipi. Hii sio sawa kama kweli tunakubaliana kwamba tunataka kuimarisha wakandarasi wetu wa ndani ni vizuri tukatenga kiasi cha pesa kama kiasi labda bilioni hamsini au bilioni mia moja, hizi zisishindaniwe na wageni, zishindaniwe na wazawa. Hapo ndipo tutakapoimarisha uchumi wa nchi yetu kwa sababu pesa yote itabaki huku kwetu ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichangie, nimefurahi nime sana kusikia wenye viti wa bodi sasa wataingia kwa kushindana. Hili ni jambo zuri sana. Na mimi leo ni kama mara ya nne nazungumza, mwenyekiti wa bodi ndio mbeba maono sasa mara nyingi imekuwa kama cheo cha shukurani. Mtu anastaafu na miaka sabini, kashindwa kufanya kazi vizuri akiwa kazini, ameshakuwa mstaafu, maisha amempiga kule, unamchagua tena unampa bodi. Hana atachopoteza na muda wake wa mungu umeshafika miaka sabini. Kwa hiyo anaenda pale kukaa tu na kusinzia, matokeo yake tunaanza kusumbuana. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri, ninafurahi waingie wa kwa ushindani, lakini na umri pia Mtu akishastaafu anatakiwa apumzike, mawazo mapya yaingie. Sasa unachukua mtu amesha expire tena unamtundika kazi ya kuzurura, haiwezekani. Anataka kwenda akajiridhishe mradi, anataka kwenda sijui Liganga na Mchuchuma, ukiangalia hapa na pingili zimechengana, basi anafanyia kazi kwenye simu. Mimi nadhani hili wazo ni zuri kabisa, Mheshimiwa Waziri, kwamba ipatikane hiyo kazi kwa ushindani, lakini pia na umri uweko, kwamba tunashindana na watu wa dizaini gani ukishindanisha watu wameshastafa na uwezo hawezi kukompiti na kijana wa miaka 45 katoka chuo kikuu, lakini ana mawazo mazuri. Sala lingine Mheshimiwa, bado anasema utekelezaji wetu wa mipango mipango inakuwa mizuri, lakini serikali mnakuwa hamuongei lugha moja. Natoa mfano wale mnaotoka Dar es Salaam. Sisi tulipanga vizuri, tutajenga barabara za mwendokasi, tutajenga barabara za njia nne. Nyinyi mnaopita ile barabara, ukishuka airport, niambieni mmefananisha na nchi gani ile barabara? Tunazunguka wote huko duniani, nchi gani unatoka airport vizuri ukishaingia barabara ya kwenda posta. Yani, gari inaenda hautulii, inazunguka hivi, inazunguka hivi. Wakati huku mliacha eneo, mliacha eneo. Ni ramani mliitoa wapi ya Njongi, njongi, hizo kona kuanzia mwanzo mpaka mwisho. He? Na leo tunatengeneza kwenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo chukua mfano mtu anayeishi Tegeta akitoka airport ya Dar es Salaam, zile kona unahesabu moja mpaka utafika Tegeta kona mia moja. Kwanza tuache ni akustarehe kwenye gari amna He? Huo mpango ulitengenezwa na nani? Mlijifunza wapi? He? Sasa mimi niwashauri sana ndugu zangu. Kwa kweli tunafika mahala tunaona sasa kama hamzungumzi lugha moja. Ni vizuri tukawa na lugha moja kutengeneza mpango mshirikiane. Tunajenga leo barabara. Baada ya miezi miwili mitatu unaona tena wengine wanakata barabara, wanapitisha waya wa umeme, wanakata barabara, wanaweka mabomba. Jamani, kwani kwenye mipango yenu hamjui kama huku kuna watu, huku hakuna watu. Jamani, hii kitu tunafika mahala kushauri, kwa kweli mtaona kama tunawapinga, lakini ndugu zangu, nyinyi hasa mlio bahatika kama injinia na wasomi tuliowaamini kwenye mawizara, tengenezeni mpango wa pamoja, mshirikiane. Mnapotengeneza kila mtu alete hitaji lake, mnapotaka kutengeneza kitu kimoja. Lakini sio, tunatupa hela leo, baada ya wiki moja tunakuta girenda zinalia, tunapitisha bomba la maji kupeleka kulia hili. Hi, hi, ni taifa la wasomi sisi tunawaamini, tengenezeni vitu vya kisomi kisomi, msitengeneze vitu vya blabla bla. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuwa kwenye kamati ya nishati muda mrefu, tumeshauri kwenye madini, kutoka tulikokuwa leo mwaka elfu mbili kumi na saba, ukiangalia makusanyo yaliyokuwa yanakusanywa kwenye dhahabu, ukiangalia leo tunachangia asilimia kumi. Lakini kuna vitu tunazungumza leo mwaka wa tatu, tuko huko. Alikuja waziri Mavunde hapa akasema vision 2025 2030 tunanunua ndege tupime. Eneo letu limepimwa asilimia kumi na sita. Tumeimba kila siku, leo mwaka wa tatu bado tunaoda ndege. Hii ndege inatengenezwa wapi ha? Tununue ndege ili tupime, tukusanye dhahabu. Nyinyi wenyewe mmeona mafanikio kutoka sifuri, leo tuna tani kumi na saba ndani ya miezi kumi na nne. Ukiona ng'ombe anatoa maziwa, mlisha na majani ili maziwa yatoke mengi. Sasa tunakuwa tunapanga vitu halafu kukamilisha hamkamilishi. Sasa hii inakuwa kiukweli Sio, sio, sio, sio vizuri, lakini nikuombe sana Profesa, wewe mimi nakuamini sana Profesa na imani unasimamia vizuri. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, naomba nizungumze. Mimi ni mbunge awamu ya tatu, na nilikuwa nafuatilia sana Bunge, hasa wabunge wanaotokea kanda ya Ziwa. Mheshimiwa mwenyekiti, wabunge wanaotokea kanda ya Ziwa tumezungumza swala la yapoti. Kuna taarifa, Mheshimiwa Msukuma. <clears throat> Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kumpa taarifa kaka yangu Msukuma, mtu bingwa wa jimbo la Geita. Nimpe tu taarifa kwenye kila alichokuwa nazungumza kuhusu madini, mimi ndio mchimbaji mdogo katika nchi hii. Napenda kumpa tu taarifa kwamba juzi Waziri Mavunde, waziri makini wa, wa wizara ya madini amerusha ndege ya Bariki kwa ajili ya uanzishwaji wa kupima maeneo kwa ajili ya madini, alikuwa hajapata hiyo. Mheshimiwa, unaipokea taarifa hiyo? Namkaribisha bungeni. Nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Mimi sizungumzi ndege ya Bariki, tunazungumza ndege ya serikali ya kwetu wenyewe hatuwezi kutumia ndege za kuazima watu. Kwa hiyo karibu na leo, nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba kushauri kwa kweli, tufike mwisho, hebu oneni aibu. Mimi nimekuja hapa mwaka wa kumi na tano, kulikuwa na wabunge na wabunge na wabunge, tunazungumza Mwanza International Airport. Kwa, kwani hamuoni aibu? Yani kila mwaka mnatuambia tuna karabati. Profesa Mbarawa yuko hapa, aliniarika kwenda kutia saini tukazungusha na mabati tukafanya na sherehe tukapiga na vingoma. Sasa hivi mmengoa tena na mabati na mkandarasi hayumo. Hivi jamani mnatuonaje eh? Mpaka tuongee nini sasa ili mjue kama mnatukera eh? Hivi kweli sisi Mwanza ni watu akuzidiwa na airport ya Arusha, mjini ndogo ile, airport ndogo mnaweka mavyo mnaweka manini, sisi mnatuzungushia mabati? Hapana. Profesa, niwaombe tufike mwisho. Moja ya sehemu yenye uchumi mkubwa kwenye mambo ya ndege ni Mwanza lakini tunakuwa wa mwisho, tunazidiwa mpaka na ibada kulituongee nini sasa? He? nini sehemu ambayo mnapeleka ndege moja kwa wiki, tunajenga majengo mazuri, tumejenga runway kubwa, sehemu ambayo tunapeleka ndege mpaka dreamliner. Tunakaa tunaongea, kitu hakifiki mwisho. Mnapanga mpango mwaka huu, tunakuja tunapangua tena, tunaweka mwingine tunapangua. Ni nini kimetokea mpaka mmemwondoa mkandarasi aliyekuwa pale? Ni nini mlizungusha mabati tumeshindilia, tukaanza kung'oa vyoo, sasa hivi vinaanguka, mkandarasi naye ametoa vitu ah, jamani, fikeni mahala, muone huruma, na sisi ni kipande cha hii serikali na tuna uchangiaji mkubwa sana kwenye mapato ya hii nchi, na sisi ndio tunaongoza kusafiri. Kanda ya Ziwa ndio tunaongoza kusafiri, tumejenga mpaka uwanja wa Msoma, tunazindua wa Mwanza. Ni stori, ni swaga Tukishuka pale na dreamliner hamna hata pa kujikinga, wageni wanaroa na mvua. Au nani ametuloga kwenye uwanja wetu wa Kanda ya Ziwa? Niombe sana, tufikie mwisho, tunapopanga mipango ifike mwisho. Na profesa, kama na mwakani tena tukiwa hai, ukija tena na mpango wa ishirini na saba ishirini na sita gapi, tunaupiga chini. Mi nikuelezashukuru sana mheshimiwa sana.